Shirika la Kazi Duniani ILO wote sawa kwa kushirikiana na Chama cha Wafanyakazi Majumbani, Hifadhi, Hotelini, Huduma za Jamii na Ushauri CHODAWU limewakutanisha wafanyakazi wa nyumbani takriban mia moja mkoani Mwanza kwa lengo la kuwapatia maarifa ya kuwasaidia kutambua haki zao na kuboresha mazingira yao sehemu za kazi kupitia mradi wa kuboresha utambuzi wa mazingira ya kazi kwa wafanyakazi nyumbani Tanzania kama watoa huduma Akizungumza jijini Mwanza wakati wa ufunguzi wa mafunzo kwa wafanyakazi hao wa nyumbani, mratibu wa mradi wa kuboresha utambuzi wa mazingira ya kazi kwa wafanyakazi nyumbani kama watoa huduma kutoka ILO ofisi ya Afrika Mashariki, Chiku Semfuko, amesema wafanyakazi wa nyumbani ni kama wafanyakazi wengine na sheria za kazi zimeweza kuwatambua. Tupo hapa Mwanza kwa warsha ya siku mbili, tunategemea kuwapa mafunzo fanyakazi wa nyumbani karibia mia moja pamoja na uh, ufadhili huu, tumefanya kazi na shirika la Wote Sawa, tuko pamoja na CHODAWU, tuko pamoja na serikali. Tumeona ni bora pia tuje Mwanza kwa sababu tunaelewa kuwa wafanyakazi wa nyumbani wapo kila sehemu na haswa katika miji mikubwa kama Arusha, Dodoma, Mwanza. Pia ni wafanyakazi ambao mm, wapo wana, wanafanya kazi nyingi sana. Mradi wetu sisi upo zaidi katika kusaidia kuboresha utambuzi wa wafanyakazi wa nyumbani, na kitu kingine ambacho tunajaribu kufanya ni kujaribu pia kufanya kazi na taasisi uh, tofauti kama wote sawa, kwa sababu uh, wafanyakazi wa nyumbani wapo kila sehemu na kuna taasisi nyingi zina shirikiana kuboresha mazingira ya kazi, kwa hiyo ni bora tukaunga juhudi za pamoja pamoja na hizi uh, asasi nyingine kubadilisha taswira ambayo upo kwa wanajamii. Wanajamii wengi wanaona mfanyakazi wa nyumbani kama uh, mfanyakazi tu wowote, lakini hana stahiki zake za kazi, lakini pia zile kazi anazozifanya anaona ni kazi ambazo uh, zinaweza kufanywa na mtu yoyote, lakini hazistahili malipo, hata zikiwa zina malipo hazistahili malipo uh, makubwa, kwa sababu kila mtu anaweza kufanya kwa upande wake. Mkuu wa idara ya sheria kutoka CHODAWU taifa Asteria Gelard amesema miongoni mwa jitihada ambazo CHODAWU inaendelea kuzifanya ni pamoja na kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wa nyumbani nchi nzima. Na miongoni mwa jitihada ambazo tunaendelea kuzifanya, tumekuwa tukitoa mafunzo kwa wafanyakazi wa majumbani nchi nzima, na wiki iliyopita tulikuwa na kundi la wafanyakazi wa majumbani kutoka mikoa mbalimbali mbali ya Arusha, na tulihakisha kwamba tunatengeneza kundi la waelimisharika ambao ni wafanyakazi wa majumbani wenyewe ni vigumu sana kwa jamii kuweza kuongelea kundi fulani wakati wao wenyewe hawapo. Kwa hiyo tumewatengeneza wafanyakazi wa majumbani ambao wao wenyewe watakuwa ni waelimishaji wa wafanyakazi wa majumbani wenzao. Hiyo ni miongoni mwa kazi ambazo tumeendelea kuzifanya, lakini kama chama cha wafanyakazi tumeendelea kupambana kuhakikisha kwamba wafanyakazi wa majumbani nchini kote wanapata elimu. Na elimu hiyo ni kwa kutumia semina mbalimbali, mafunzo mbalimbali mbali, lakini pia tumekuwa tukiwapeleka katika vyuo vya VETA ILO pamoja na kushirikiana na mashirika mbalimbali tunapambana kuhakikisha wafanyakazi wa majumbani wanakuwa ni wafanyakazi ambao tunasema ni professional domestic workers. Kwa wafanyakazi wa ndani, wanapitia changamoto nyingi sana, ila kuna baadhi ya waajiri, sio wote, kuna baadhi ya waajiri anapokuwa na kutafuta, kwa sababu naye anakuwa na shida na mfanyakazi wa ndani, labda naye unakuta shughuli zake zinambana za hapa na pale, ndio anatafuta msaidizi wa ndani kwa ajili ya kuangalia familia yake na mji wake na usalama wa nyumba yake kwa ujumla. Kwa hiyo na wewe unapokuwa una shida zako, sasa zinakupeleka kwenye ile kazi kufanya. Inatakiwa na yeye mwajili wako mlivyoelewana mwanzo wa kazi kuhusu mshahara wako. Inatakiwa ukimaliza mwezi wako kulipe mshahara wako. Awali, mkurugenzi wa shirika la Wote Sawa kutoka mkoani Mwanza Angela Benedicto amesema wafanyakazi hao waliohudhuria mafunzo hayo wapo katika makundi mawili, ikiwemo kundi la wamama wanaofanya kazi za nyumbani kwenda na kurudi na kundi la pili ni la wasichana wanaoishi na mabosi zao, lengo likiwa ni kuwajengia uwezo wa kufahamu haki zao, wajibu, mikataba na sheria zinazowahusu. Lengo ni kwamba uh, tuweze tunahamasisha, tuna, tuna, tuna kazi za staha, lakini pia tunavunja ukatili kwa wafanyakazi wa nyumbani, na tunataka kuwepo na mahusiano mazuri kati ya wajiri na wajiriwa, na kwamba mwajiriwa akifahamu haki zake, akifahamu wajibu wake, basi ataweza kutekeleza majukumu yake ipasavyo, lakini bosi pia akijua kwamba ana msichana au ana mfanyakazi wa nyumbani ambaye anajitambua, anafahamu wajibu wake, basi tutaweza kupunguza uh, Uh, ongezeko la ukatili kwa wafanyakazi wa nyumbani. Warsha hii ya mafunzo ya wafanyakazi wa, wa majumbani imejikita katika lengo eh, mahususi la moja kuwafundisha wafanyakazi wa, wa majumbani eh, sheria mbalimbali zinazohusu masuala mazima ya kimikataba ya eh, kazi. Haki na wajibu wa mfanyakazi wa majumbani hivi eh, ni vipengele muhimu ambavyo vimevipo kwa mujibu wa eh, sheria